Kila uchao wa jua humaanisha ujio mpya kwa siku nyingine duniani. Wakati jua linapoanza kuangaza dunia huangaza vilivyomo ndani yake, yani wadudu, ndege na wanyama, binadamu na hata viumbe visivyoonekana kawaida. Tafsiri ya mwangaza wa jua ni imani ya utulivu na amani, huku harakati zikitawala katika nafasi yake kutokana na tafsiri na imani tuliyoibeba pindi mwangaza wa jua unapoangaza dunia basi, leo nahitaji muda wako, ili nikueleze kwa kina, kwa utuo, namna tafsiri ya neno jua inavyoangaza dunia na kuibeba amani na utulivu katika maisha yetu, inavyohimizwa na kutakiwa sisi binadamu tuishi nalo neno hilo, kwa kuzingatia falsafa, nadharia wa demokrasia Maandiko matakatifu ya Kurani na dini ya Kristo, nukuu za wahenga walizungumzaje kwa upande wao, na historia kwa uchache sana imezungumzaje, imetutaka vipi sisi binadamu wa leo kuishi na neno amani katika maisha yetu ya siku zote? Leo hii nahitaji muda wako ili nikufahamishe hasa na kwenda kuelewa ama pia kujifunza yale ambayo imekusudia kukutaarifu kwa siku ya leo, mimi ni bin. Kwa mujibu wa maana ya neno amani, humaanisha kwamba hali ya utulivu, usalama na kutokuwa na migogoro, vita au vurugu, huku watu wanaoishi ndani yake wakiwa na maelewano, heshima na mshikamano bila ya hofu ya madhara kutoka sehemu nyingine inapozungumziwa kauli ama ya kuhimizwa na kusisitizwa pia, kauli ya kuwa na amani na umoja katika maisha yetu, basi ujue kwamba ni kweli humaanishwa. Mwaka 1905 hadi 1907 tunakumbuka vyema vita vya maji maji vilivyoweza kushamiri na hali kupelekea kumwagika kwa damu hapa hapa Tanganyika, kipindi hiko likuwa ni Tanganyika, kwa sasa tunaita Tanzania baada ya muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar. Na kama tunavyoelewa kwamba damu siku zote ikisha kumwagika, basi haiwezi kuzoleka tena, na hapa kwa wale wasomi, siwezi kubishana nao kwa sababu tayari wamesoma na kupoa historia vyema, namna ambavyo dini ilivyoweza kuathiri na hadi kupelekea damu hizo kumwagika kipindi hiko cha vita vya majimaji. Wakati huo huo mwaka 1902 Machi, iliyojulikana kama Great Hanging at Old Moshi, viongozi 19 wa jamii mbali mbalimbali za kitanganyika kupoteza maisha yao kutokana na uasi walioweza kutendewa, na moja ya jamii hizo ni kule jamii ya Chaga, Meru na hata mkoani Arusha. Siyo hayo tu hata mwaka 1995 tunayakumbuka vyema yaliyoweza kutokea kwetu sisi Zanzibar. Sitaki kuyakumbusha hayo kwa sababu tayari tumeshaanza kuyasahau na kuyapotezea pia. Lakini sababu kubwa yaliyoweza kupelekea hayo yote kutokea ni kuweka tu imani potofu, kutokusaidiana, kutokuzikana na hata pia kutokusemeshana kwa kipindi cha mpito tu na ile kauli ambayo inahimizwa iliyohimizwa kale na kale, basi iliweza kutoweka kwa kipindi cha muda mfupi tu. Sasa wacha nikupeleke sehemu sahihi na takatifu ilipozungumziwa neno amani na kuhimizwa kusisitizwa kwa upande wake na utakatifu wake. Qurani 2:208 ilizungumzia na kubainisha kuwa enyi mlioamini, ingieni katika amani kwa ukamilifu, wala msifuate nyayo za Shetani. Hakika yeye ni adui wenu wa dhahiri. Mungu akahimiza tena kuhusu kuelewana na kupatana baina yetu katika sura ya arobaini na tisa kumi pale aliposema kuwa hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Hayo ni maneno matakatifu yaliyoweza kuelezwa katika Kurani kwa upande wa dini ya Kiislamu, lakini hata hivyo haikutosha na kuridhika hapo tu. Hata hivyo Isaya 26, 3, Mungu ameeleza kuwa mwenye moyo thabiti utamuweka katika amani kamilifu kwa kuwa amekutumaini wewe. Nayo Zaburi 34, 14, ikasema pia, ondoka maovu tenda mema, utafute amani ukaifate. Nimalize na andiko jengine la Kumbukumbu kumbu la Taurati 20:10 k imeeleza kwa upande wake na kwa kina hasa, kama tulivyoanza kuambiwa, utakapokaribia mji kupigana nao utawapigia kelele ya amani. Hayo yote ni maandiko matakatifu ambayo yameweza kueleza kwa upande wake na kwa kina hasa ili kuhimiza neno amani na hata sisi binadamu kuweza kuishi nalo neno na hilo katika maisha yetu ya siku zote. Huo <muchas> ni kwa upande wa matukio ya kihistoria niliyokueleza hapo juu, kama vile vita vya Majimaji, na hata viongozi pia kuweza kuuawa na kule kwa upande wa Zanzibar mwaka 1995. Na maandiko matakatifu pia nimekueleza kwa kina kama Kumbukumbu la Taurati, Isaya, Zaburi na kwa upande wa Kurani nimeeleza kwa kina hasa namna ambavyo neno amani lilivyoweza kuhimizwa kwa upande wetu ili tuweze kulifuata. Nao wanafalsafa pamoja na nadharia zao wameweza kueleza kwa kina, ili nasi tuweze kuzifuata nadharia hizo na kuishi nazo kwa lengo hasa kudumisha amani na utulivu katika maisha yetu. Mfano wa wanafalsafa akiwemo Mahatma Gandhi mwaka 1849 hadi 1948, alieleza katika nadharia yake ya non-violence resistance kuwa hakuna njia ya kuelekea amani bali amani ndiyo njia yenyewe. Hiyo ni nukuu tu ambayo wameweza kueleza Mahatma Gandhi kipindi cha mwaka huo nilokutajia hapo juu. Je, kwa upande wa na diplomasia wameelezaje na wao kwa kipindi ambacho waliweza kuishi na hali kipindi cha sasa, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja, tujenge nchi yetu. Dhamira ya Dokta Mwinyi ni nzuri kabisa kabisa, dhamira ya Malimsefu ni nzuri tu. Kwa nini tukiunganisha dhamira hizi, kwa nini tusipate mafanikio? Tunapata mafanikio tu basi kwa hivyo mimi meseji yangu kwamba jamani, umoja umoja umoja, lengo kuu ni kuendeleza amani katika nchi yetu. Lazima tufanye kila litakalowezekana tuendeleze amani tuliyokuwa nayo, tujenge umoja tuliyokuwa nao, na tuhakikishe kwamba maridhiano tuliyokuwa nayo, basi tunayatafutia njia ya kuyaendeleza ili yaweze kudumu. Hii ni muhimu, ni muhimu sana kwa sababu kama mtasikia kwenye ripoti amezungumzwa mambo kadha wa kadha yakiwemo ya kiuchumi, lakini hatuwezi kukuza uchumi kama ndani ya nchi hakuna amani, hakuna umoja, hakuna mshikamano, hakuna maridhiano kati ya wananchi. Ikiwa umepata bahati kwa siku ya leo kutega sikio lako na kuyafahamu maandiko matakatifu yalivyoweza kueleza kuhusu neno amani, wana diplomasia, wana falsafa, matukio ya kihistoria nao wahenga hawakuwa nyuma katika kueleza kipindi cha wakati wao, kipindi cha maisha yao walieleza, kuwa siku zote tutambue kwamba amani haiji ila kwa ncha ya jembe, wakiwa na maana ya kwamba amani ya kweli huletwa kwa kazi, si kwa maneno ama vita. Jembe kazi yake, na mbali si silaha, hakuridhika tuna hapo. Aliwahi kusema mmoja katika wahenga, heri ya njaa kuliko vita. Hayo ni maneno tu ambayo wameweza kuelezwa kipindi cha wahenga walivyoweza kutuhusia sisi binadamu wa leo. Na na imani itakuwa umefahamu kwa kina, hasa sasa hivi, namna ambavyo sisi tunavyotakiwa kuishi na neno amani katika maisha yetu. Viongozi wanapohimiza amani, basi kweli humaanisha yale ambayo wanayazungumza. Ni vyema kuishi nayo kwa sababu, siku zote maji yakimwagika, kamwe hayazoleki. Nilikuandalia makala hii na kukusimulia, jina langu ni Sefu Winbark, na asante.